Mateso ndani ya sanduku sehemu ya kumi na moja. Ilipoishia sasa mpaka saa sita ndiyo, na wao walipata nafasi, ila mwanga alikuwa ni maiko tu. Victor alikuwa anamsubiri nje. Karibu kijana wangu, hapa ndiyo mwisho wa matatizo, mganga alimkaribisha Maiko. Asante mganga, kijana wako na shida na hitaji msaada Maiko alisema shida yake kuhusu kutaka utajiri, magari na pesa nyingi. Ilo dogo sana kwangu, mganga alijibu. Sharti ni moja tu, ukiliweza wewe na umasikini basi endelea. Sharti gani ilo, mganga? Inabidi umtoe mdogo wako kafara, mganga akimwambia hivyo. Mdogo wangu, nina mdogo mmoja tu pia, siwezi kuua mimi. Uwezi kunibadilishia shati? Maiko alihoji. Kijana, cha kukusaidia labda umlete uyo mdogo wako hapa akiwa mzima, mimi nitakusaidia kila kitu. Kaka wewe uwezi kuua, nenda kajifikilie, ukiwa tayari njoo naye hapa. Maiko alitoka akizidi kuwa na mawazo. Nikimuua Amosi nitamwambia nini mama? Bora niwe masikini tu. Hivi alitoka na kukutana na Victor. Vipi, umefanyikiwa? Hapana, shati ni gumu sana, siwezi, alijibu Maiko na kuingia ndani ya gari. Lakini si ulisema unaweza wewe? Ngoja nifikirie kwanza, siyo kitu kidogo Victor. Basi sawa, washa gari turudi. Waliwasha gari, safari ya kurudi ilianza. Njiani kwa bahati mbaya gari liliharibika tena. Hii ilikuwa mbaya, kwani mwenye gari alikuwa anapiga. Nani huyo? Victor aliuliza. Da, mwenye gari lake yaani anapiga wakati gari linaalibika? Alisema Maiko, nipe simu. Maiko alimpa simu Vikta. Ehe kaka, sauti kutoka kwenye simu. Vipi gari tayari? Aliuliza. Da, gari tumejenga, ila wakati tunajaribu tumepata pacha mataili yote mawili, ndiyo tunaangaika hapa. Basi mkiwa sawa, mtanipigia kesi iliisha kihivyo, huku wakiliangaikia kwa kuwa vifaa walitembea navyo, akukuwa na shida. Sasa upande wa Amosi na shemeji yake ilikuwa mida ya chamchana, na Edina alikuwa nje akiandaa cha mchana. Hapo simu ya mume wake iliita kumpa taarifa kwa leo naye anaweza asirudi. Kwenye simu Edina alijifanya kaumia, ila kiukweli alifurahi kujua na leo mume wake arudi. Sawa kipenzi, pole na kazi, mume wangu. Edina aliongea kiunafiki na kuendelea kupika. Sasa mchana, baada ya kumaliza kupika, Amosi alikuwa kakaa nje, mvua ikaanza kunyesha, hivyo ilibidi aingie ndani. Wakati yupo ndani, Edina alitoka na kanga akawa anatoa ndoo za maji nje kwa ajili ya mengine. Sasa kibaya zaidi, alivyorudi alikuwa karoa sana kiasi kwamba kila kilicho ndani kilionekana na kibaya zaidi akuwa amevaa chochote ndani. Amosi akuongea chochote zaidi ya kukodoa macho. Baada ya kukinga maji Edina aliingia chumbani kwake. Amosi njoo mara moja, aliniita chumbani. Nilipoingia sasa nilimkuta kajifunika huku anatetemeka. Nini tena shemeji? Naisi baridi sana itakuwa nilivyoloa. Du, pole, nilimjibu na kutaka kuondoka. Mbona unaondoka sasa? Edina aliniuliza. Nisaidia joto lako basi, Edina aliniambia hivyo. Itaendelea.